Sisi ile ingekuwa ni mimi nilikuwa na risasi na nimesimama hivyo Asa ingekuwa na sherehe nikiwa kiwete haina shida. Ni bahati e... tu nilikuwa kiatu. Mgodhe. uh -huh. Si kama uniona Matianga alikuwa kisystem ambayo ilikuwa uh -huh. Alikuwa na watu wengi, uh -huh. Watu wa kwanza kustuka. Oh, Ruto must go. uh -huh. Yeah. Ulione hiyo crowd yake venye ilikuwa. Na hii sisi tunashukuru sana kama watu wa Monyoro sisi kama watu wa Regeji. We are okay totally. Kwa kitu ambayo Matiengi ya manza, Matiengi ya manza kuinufile, anatafuta venye anaweza pata hii kitu, which is better. Na tulisema mahali wa Monyoro wako, tena narudia. Kama Kikuyu ashakushika mkono akasema, now you are the guy. Kikuyu ananga ubaguzi, that's the fact. Na hiyo ndio kitu mimi upendea wa sapri kabisa. Kikuyu hata ya kai chini anza kusema ati, yo, mimi nataka kusupport Mkikuyu mwenzangu, jua awe wengine siezi wa support. Mkikuyu ana u-tribalism. Hii kitu ni kwa Mjaluo peke yake. Mjaluo akisema ni baba ni baba. Kikuyu unaweza mwambie ni Uhuru Kenyatta na support Kalonzo Musyoka. And that's why wamaamua kama wa Monyoro si... kama wasapere. And that's why, na mimi ni mjaluo pia, rangi yangu yote ni mjaluo. Hakuna mali na tunaraima hoja lipo kata. Hakuna mtu amenipea pesa. My friend, hii ni blood. Gashago. Hakuna gashago, mwenyewe tumepatana wapi? Mimi sikuvotia Uhuru Kenyatta. Mimi sijaivotia hata mtu yote.